Leo nimefanya hitimisho la ziara niliyoifanya kwa niaba ya Mheshimiwa waziri wetu wa Tamisemi kwenye mkoa wetu wa Mtwara. Nimekagua miradi kwa niaba ya Mheshimiwa waziri, kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri wa Tamisemi Profesa Riziki Shemdoe. Ninamwelekeza mkuu wa mkoa wa Mtwara kupeleka vyombo halmashauri ya Nanyamba na kwenda kuchunguza fedha zilizochukuliwa na kikundi cha Kimbilio Youth Group. Vyombo vichunguze vibaini na vitupe taarifa. Endapo itagundulika kikundi hiki kilikuwa na mikono ya watumishi wa halmashauri hiyo, tutachukua hatua kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri wa TAMISEMI Profesa Riziki Shemdoe, nimetoa maelekezo kwa mkuu wa wilaya anayesimamia halmashauri ya Nanyamba kwa mamlaka aliyonayo kuwakamata na kuwahoji mhandisi wa ujenzi na mweka hazina kwa kutumia fedha za umma bila kufata miongozo na maelekezo ya viongozi kwa kadri ya vikao vilivyoelekeza. Tayari Mheshimiwa DC ameshatekeleza agizo hilo, na hivi ninavyotoa taarifa hii, mhandisi wa ujenzi, mweka hazina, wote wapo ndani. Kwa niaba ya Mheshimiwa waziri pia wa TAMISEMI Nimetoa maelekezo kwa mkuu wetu wa mkoa kumrudisha afisa maendeleo aliyekuwa afisa maendeleo wa Masasi DC kutoka huko anakofanya kazi sasa, amrejeshe ndani ya siku saba, akaonyeshe mahala zilipo milioni 516 ambazo ziligawiwa kwa vikundi visivyokuwa na kumbukumbu kumbu. Ndugu zangu watumishi wa halmashauri zetu nchi nzima, nitumie nafasi hii kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri wa TAMISEMI kuwaonya na kuwakumbusha muwe na nidhamu na fedha ya umma. Hatutaruhusu fedha ya umma iguswe, idokolewe nje ya matumizi yaliyopangwa. Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan ametuelekeza tutashughulika na kila mtumishi wa serikali ndani ya TAMISEMI anayetumia vibaya fedha za umma.